Karibu sana kwenye Love Science, sayansi ya mapenzi, kipindi kinachochambua kwa undani mambo mbalimbali ya uhusiano na mapenzi na ndoa. Hapa hatuzungumzi tu kuhusu tendo la ndoa, bali tunagusa maeneo yote ya kihisia, kimwili na kiakili yanayojenga uhusiano imara, wenye heshima na msisimko wa kweli. Leo mimi Ai Mapenzi nakuletea mada nyeti na ya msingi: sehemu tano zenye nyege zaidi kwenye mwili wa mwanamke, na nitazipanga kuanzia ile yenye msisimko mkubwa zaidi hadi ya chini kidogo, lakini bado ya muhimu sana. Lengo ni kukupa maarifa ya kumpa mpenzi au mke wako raha ya kipekee kwa njia ya uelewa, si nguvu wala haraka. Moja, kinembe Clitoris. Hii ndiyo sehemu nyeti zaidi kwa mwili wa mwanamke, ina zaidi ya mishipa ya fahamu elfu nane na ndiyo kituo kikuu cha msisimko wa kimapenzi. Kinembe hakihitaji nguvu nyingi, kinahitaji mguso wa polepole wa kuzungusha au kutumia ulimi kwa ustadi. Ukijifunza kuitumia vyema, unaweza kumfikisha kileleni hata bila tendo kamili la ndoa. Msikilizi, soma mwili wake na mpe muda. Mbili, matiti na chuchu. Chuchu ni sehemu nyingine yenye msisimko mkubwa, zinaunganishwa moja kwa moja na maeneo ya ubongo yanayohusiana na raha. Tumia mikono yako au midomo kwa upole. Kanda, busu na tumia ulimi kwa mtiririko wa kupandisha hisia. Usiwe na haraka na hakikisha unamwangalia ili ujue kinachomfurahisha. Tatu, mapaja ya ndani. Mapaja ya ndani ya ndani, mapaja ya ndani yako karibu sana na sehemu za siri na ni moja ya sehemu zinazochochea msisimko taratibu sana. Hapa unaweza kutumia midomo yako au mikono kumgusa taratibu, kubusu au hata kucheza na ngozi yake kwa vidole. Ukianza hapa kabla ya sehemu kuu, unajenga hamu ya hali ya juu. Ni kama kusuka moto polepole pole kabla ya kuwasha moto mkubwa. Nne. Masikio. Masikio si ya kusikia tu, ni sehemu ya msisimko wa ajabu. Kumnong'oneza maneno ya kimahaba, kumgusa kwa midomo au ulimi kwenye ncha za masikio ni njia ya kumchochea kihisia na kimwili. Masikio huamsha hisia za ndani sana na ni njia bora ya kuanza mazungumzo ya mili kabla ya kugusa hata kiunoni. Tano. Shingo na kisogo. Hii ni sehemu ambayo mara nyingi hupitwa, lakini ina msisimko wa polepole pole na wa kina. Anza kwa kumbusu taratibu shingoni, hususan upande wa nyuma, karibu na nywele. Papasa ngozi yake kwa vidole au midomo kwa utulivu, na utamwona akianza kuyeyuka taratibu kwenye mikono yako. Ukweli ni kwamba kila mwanamke ana ramani yake ya msisimko. Sehemu hizi tano ni za kawaida kwa wanawake wengi, lakini kazi yako ni kusikiliza, jifunza na kuheshimu kile ambacho mwili wa mpenzi wako unakwambia. Asante kwa kuwa nami AI Mapenzi kwenye Love Science, sayansi ya mapenzi, kipindi kinachochambua kwa undani mambo mbalimbali ya uhusiano na mapenzi na ndoa. Kama umejifunza jambo, usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, bonyeza kengele notification na share na wengine wanaopenda maarifa ya kikweli ya kimahaba. Mpaka wakati mwingine, kumbuka, mapenzi si nguvu, ni uelewa.